Na mengi mengine nitayawacha wako wenzangu wengi, lakini kubwa zaidi nitagusia swala la afya, maji, barabara za ndani, umeme, kilimo na mambo mengine kwa jumla. Mheshimiwa Spika, serikali yetu ya mapinduzi ya Zanzibar ishafanya mambo mengi sana toka mapinduzi mpaka tunapoendelea hapo, na tulifanya mapinduzi kuwaletea wananchi wetu maisha bora katika nchi yetu hii, moja alijiona bora, tukafanya mapinduzi ili tupate usawa wetu, si hapa Zanzibar. Mheshimiwa Spika, mimi niombe katika kutekeleza ilani ya chama cha mapinduzi, na kwa bahati nzuri Mwenyezi Mungu atajalia mawaziri wetu watakuja. Mheshimiwa Spika, awamu ambayo tuliimalizia ya sita ya chini ya uongozi wa Dr. Sheni na makamu wa pili wa Raisi mzee wetu balozi ambaye ndio kiongozi wetu, kuna ahadi nyingi zilizotolewa Mheshimiwa spika. Mheshimiwa Raisi amefanya ziara katika sehemu mbalimbali na kuzitolea ahadi, na tulipofika katika baraze, baraza letu la mapinduzi la baraza letu la mawaziri, tulipofika hapa baadhi ya mawaziri walitamka kwamba hili litamalizika kabla siku si zake. Sasa mheshimiwa spika, mi kwa huruma, kwa sababu tumekuja hapa kwa niaba ya wananchi, tumekuja hapa kuwatumikia wananchi na tumekuja hapa kuwaonea wananchi wetu. Matumaini ya Wazanzibari yamo ndani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hivyo, nilikuwa ninaomba mheshimiwa spika, zile ahadi ambazo rais amezitoa katika visiwa vya Unguja na Pemba iwe kipaumbele katika bajeti hii inokuja ili itekelezwe ile ilani yetu, kwa sababu serikali yetu ina mambo mengi. Hali yetu ya uchumi hai hoi, tunachokipata ndio tunachokitumia, lakini kuna vitu ambavyo vimeachwa kwa muda mwingi, na vitu ambavyo vinavyoongoza ahadi ni moja, wizara ya elimu. Najua kuna mambo madogo madogo, mheshimiwa spika, wizara elimu, ya elimu, Mheshimiwa Rais ameshaahidi mambo mengi sana. Vingine ni ma, matofali tu, mabanda wananchi wameambiwa wajitolee kujenga nini ili serikali ije kumaliza. Wizara inampeleka rais, anatoa ahadi, wizara haina habari kabisa. Lakini anapompeleka rais zile fedha za maatarisho kwenda rais katika sehemu ile, hata milioni ishirini ataendewa markingi atoe. Unajua, kuna rais kuna anakuja kuweka anakuja uh, uh, uh, uh, ahadi zake, lakini zile milioni ishirini ile ahadi aliyotoa Mheshimiwa Rais katika kutekelezaji wa banda la skuli auni, Mheshimiwa Spika, haifiki hata milioni tatu. Mena ushahidi hasa kwa kweli, Mheshimiwa Spika, inatutonesha kwamba rais anapokwenda pesa za, za ziara zile za ufanikishaji uf, uf, wa kuweka shamiana ngoma nini zinapatikana, lakini pesa ambazo Mheshimiwa Rais ameziahidi kama banda mia hazipatikani. Sasa kwa kweli, mheshimiwa Spika, mimi naona tuombe sana kupitia kiongozi wetu mkuu mheshimiwa makamu wa pili wa rais, kwamba ahadi zetu tunazotoa pamoja na sisi viongozi wa wakilishi tuweze kuzitekeleza, ili tukuwapa matumaini wazanzibari na wananchi wa Tanzania na Zanzibar waliopo Zanzibar kuwa na imani na Chama cha Mapinduzi. Kwa hivyo, mheshimiwa Spika, kubwa nachotaka kusema kwamba mimi naunga mkono tubaki, lakini vile vile swala hili la posho, semina na mambo mengine kwa kweli tulitizame. Sasa hivi tuna kipindi kigumu, mapato yetu atakuwa ni ya kiasi. Kwa hivyo tuhakikishe kila kinachopatikana kinakwenda kutekelezwa ilani ya chama cha mapinduzi, kwa sababu mheshimiwa spika, mtu yuko kazini kuanzia saa moja na nusu mpaka saa tisa na nusu lakini mpaka saa tisa nusu mchana anakwambia kuna semina, kuna pocho to. Kama aliposema mheshimiwa rais, kuna vitu lazima tuwaonee huruma wananchi wetu, ndo uliotufanya sisi baraza hili kufika. Bila wananchi, mheshimiwa wa spika, rais asingelipatikana kwenye chama cha mapinduzi na sie tusingelipatikana ndani ya chama, chama. Ndio hii baraza la wakilishi, tumekuja hapa kuwa watumwa. Nasema tena kuwa watumwa, watumishi, wafanyakazi kwa wananchi wetu bila kujali rangi kabila dini. Kwa hivyo, mheshimiwa Spika, utatizo usaisi wangu mie, mawaziri wanaokuja, Mungu akijalia, wa wawe wasikivu, lakini anakuja waziri si kila nipepisuka mlevi. Kuna baadhi, baadhi ya mawaziri wasikivu, lakini anaweza kuja waziri akasukuma tu. Kwa hivyo, mheshimiwa Spika, matumaini yangu kwa baraza hili, hakuna bajeti itokwama jana, hakuna bajeti itakuwa ina, ina, ina kipengele, lakini jamani, tuwaonee huruma wananchi wetu kuna wananchi leo hali zao za umaskini, mheshimiwa Spika, mtu anakula mlo moja. Mimi nimevaa suti hapa lakini, niliovaa suti hii, mwananchi alionifanikisha livae suti hii, lakini kuna watu wanakula mlo moja, tuwafikirie. Kuna suala la ajira ya wafanyakazi kazi. Kuna watu masakini masa, ambao wazee wakulima wao wamewasomesha watoto wao, wamewapeleka skuli, mkulima kauza viazi, kauza ndizi, mtoto wa mkulima amemaliza ajira y kazi kwa sababu hana umaarufu hapati kazi. Sasa mheshimiwa spika, hiyo inaumiza sana. mimwakilishi hapa nilekweko niingize familia yangu, mimwakilishi niingize upande wa mke wangu, hatuwezi kufika. Mapinduzi yetu ni ya wanyonge mheshimiwa spika, si umimi umimi umimi. Kesho hapa, Mungu akijalia, tunamsomea marehemu mzee Abedi Amani Karume hitma. Mzee Abedi Amani Karume, kazi aliyoifanya ni kuwatumikia wananchi. Kwa hivyo ninachoomba, hizi sehemu za kazi, wananchi wetu wale wakulima waangaliwe watoto wao. Ajira ya kazi imekuwa tunaitumia sisi tu ikiingia kwenye sehemu zote, jo lete peleke yule mtoto wa mkulima maskini, hana nguvu ai hoi, lakini matumaini yake ni ya mapinduzi yetu tukufu ya sitini na nne, na sisi ndio tunakuwa na dhamana. Kwa hivyo Mheshimiwa Spika, mimi niko tayari kwa niaba ya kampuni zangu tutahakikisha tutachangia, na pamoja na wafanya biashara fanya biashara wasikivu, tutaichangia nchi yetu katika kutekeleza ilani ya chama, lakini katika afya, maji, barabara, ume, tuambiwe tu bana, serikali hii hapa ina milioni kumi, hapa panahitajika milioni tano. Mweshimua, sisi bila serikali hii tusingelifika hapa, mi nisingelifika hapa. Serikali hii ndo ilotusomesha sie na serikali hii ndio iliyotupa nguvu zote hizi, nguvu za Raza. Bila serikali yangu nisingelifika hapa. Kwa hivyo, mheshimiwa Spika, kwa heshima zote naomba mawaziri watakuja wawe wasikivu, wazipitie ahadi za rais, sababu itakuwa aibu sana. Mheshimiwa Spika, rais kaidi mabati mia, tunakuja kumzungumza kwani? Rais wa nchi, lakini pesa zinazotaka kutumika katika shamiana milioni kumi zinapatikana anaambua atoe marking marking, rais anakuja kujatoa pesa sherehe hama, lakini kuna rais katoa ahadi mabati mia haitekelezeki. Mheshimiwa Spika sote wasikivu, nachotaka kutoa ahadi la mwisho Mheshimiwa Spika, serikali yetu kila kilichokuwa kinafanya kitangaze, hivi kichokuta, tunaelekea katika mwezi wa Ramadhani, serikali yetu kwa maisha yote inaajali wananchi serikali yetu mapinduzi ya Zanzibar chini ya uongozi wa Dr. Sheikh inajali wananchi. Kuna ushuru hu unasamewa, mchele, sukari, unga ngano, itangazwe wazi ili wafanya biashara na wananchi wapate neema, lakini inafichwa. Karibu na Ramadhani, meli zishakuwa nyingi hapo, kila mtu ana barua, anafunga chakula, kipo sasa. Hawa wafanyabiashara wadogo wanakuwa wanaumia, wana wana sisi tulikuwa huko na hawa tuwafikishe huku wafanyabiashara tulivyokuwa. Kwa hivyo nigalikuwa wazi, kila serikali inapotoa tamko la kusamehe chakula. Serikali inafanya mambo mengi. Mheshimiwa Spika, nataka nikuhakikishie mpaka hapa nilipo, hakuna ushuru uliopanda hakuna chochote kilichopanda kwenye tiari. Lakini na sisi wafanyabiashara tujifunze kulipa kodi, kodi ni muhimu kwa sababu kodi hizi ndio zinakwenda kwa wananchi, inakwenda kwenye maji, umeme, uwe, nini afya bila kodi hatuwezi. Kwa hivyo tusiwe wajanja. Najua mheshimiwa wa spika, mfanyabiashara akipunguziwa faida anaona kama ananyang'ana, lakini hakuna e, ushuru uliopanda, hakuna bidhaa zilizopanda. Mheshimiwa Spika, liliokuwepo nataka nizungumzie wazi kwamba serikali yetu ya mapinduzi ya Zanzibar imewekea utaratibu maalum wa fanyabiashara wa Zanzibar kupitia TRA. Kodi zetu mheshimiwa spika ni za Zanzibar, haiumizi hamumizi mtu yote. Lakini Mheshimiwa Spika, ili katika kuvuruga jambo kama haya, unaleta gari unalipa dola elfu moja alafu gari ile ile wewe unachukua unataka kupeleka Tanzania bara, kule Tanzania bara ukalipe different. Hii imepewa upendeleo kwa wazanzibari kwa wafanya biashara na wananchi, lakini aiwezekani yule analipa dola elfu tano alafu wewe unalipa dola elfu moja unataka kuichukua gari bila kulipa. Nenda pale TRA mwambie bana gari yangu hii nataka kuchukua Tanzania bara. Yule kamishna mcha atakwambia bana ukitumia uki Zanzibar dola 1500. Unataka kuipeleka bara lipia dola 4000. That is simple. Kwa hivyo, mheshimiwa spika, hakuna kilichopanda na hata hizi chakula, mheshimiwa serikali yetu ina huruma toka mapinduzi matukufu ya, kwa hivyo tusifike tukajenga zana oh, kwa sababu kimepanda E, biashara imepanda mheshimiwa spika. Aje anyambie mtu mie nje bwana, mimi hapa nimepandishwa, nimekula hasara. Tatizo ni kupunguza tu, na sisi kama wafanyabiashara tunataka kujiongezea, lakini vile vile tuwe na huruma na wananchi. Mheshimiwa Spika, kwa taarifa yako nataka nikwambie, mi napongeza wafanyabiashara, bei ya sukari imeshuka. Leo sukari kilo tano elfu saba mpaka elfu saba mia tano tena unapewa peke vyakula vingi vimeshuka, na tunapokwenda lazima vile vinashuka, na tunapokwenda kutoa ushuru kupunguza chakula mwezi Ramadhani, kodi zitakuwa hazipo. Kwa zita hivyo wafanya biashara waambiwe, bwana, we hii sukari mnauza sasa hivi mnaolipia 1750 sasa hii sukari tunakusamee, tuambie mlaji atapata kesi gani? Lakini kuna mheshimiwa spika, wafanya biashara ni waungwana wafanya biashara ni waungwana wa chakula kina Bombe Bopar wote, lakini hawa wakati hao wanakwenda kununua biashara yote, alafu wanaificha wana ndani ishakusha Ramadhani, biashara ile mtu watatu mfanya biashara watatu anaanza, anaanza kuuza biashara kwa bei atokayo kwa hivyo, wafanya biashara hawa kina Simba Chai Bopar Bombe Bazar mimi nawapongeza sana, nafanya biashara wote kwa sababu ni watu waadilifu na ambao mimi nilioendea kaambia mtu watatu wanne, anayekwenda kuweka ghalani. Kwa hivyo, Mheshimiwa Spika, mimi ninaomba kwa, kwa, kwa niaba ya wenzangu, tumekuja hapa tuwatumikie wananchi wetu, ili Mungu akitupa uhai na uzima, inshallah na pumzi zetu, mimi nataka kusema kwamba mwaka mitano baadaye hapa kutakuwa kwa upe kama anaosema msemo wa kwacha. Kwa hivyo, Mheshimiwa Spika, amekwa hayo yote, nashukuru, naishukuru serikali yangu. Mimi hapa Mheshimiwa Sipa, nimesimama bila chama, mi nisingelikaa kwenye kiti hichi.